Kuna habari nyingi sana kwamba uh, zile movie alizokuwa anaigiza, kuna yale majini ambayo yalikuja yakaa na mtokea kwenye real life. Sasa tumemtafuta tupate majibu yote, kwani iko kimya na vitu kama hivyo. habari salama. Habari yako salama kabisa. Kwa majina anaitwa Sara Rashidi Dio. Jina la usanii ndio anaitwa Saradini. Nimecheza movie ya Saradini kuanzia mwaka 2004 4 nicheza Saladini Saradini namba nne, nikacheza Radikobla Saladin nimecheza mpaka namba nne. Yaani ilikuwa ina mwendelezo. Namba moja mpaka namba nne. Nikacheza Ladi Kobla, mpaka namba mbili nikacheza Mtemi, nikacheza Mama Kambo, nikacheza Jini Sonia, nikacheza Joka Mtu. Na muvi nyingi tu nyingine nimezisau, nyingine jeneza pia. Ni muvi nyingi nimecheza lakini muvi ilionipa jina ni muvi ya Saladin. Movie ya Saladin ndio imekupa jina. Maana yake wewe umeingia kwenye movie ni kitambo kidogo, inaonekana. Ulianza kuigiza ukiwa na miaka mingapi? <laughs> <laughs> Nilikuwa mdogo, nimeigiza kwanzia mwaka 2003. Movie yangu mm-hmm. ya kwanza ilikuwa inaitwa Chozi la Ulisi mm-hmm. yeah. Kwa hiyo maana yake kumbe uliingia uli elfu mbili na tatu ndio ulianza, lakini Saladin ni 2000 ngapi ile? 2004. 2004 ndio likuja kutisha sana kuchukua hatamu hivi yeah. <laughs> kipindi kile uh, kipindi hicho kwa movie yenu ikiwa ya moto sana uh, ilikuwa ni kipindi ambako pia uh, wasanii kama Steve, Steve Kanumba walikuwa ameshaanza kufanya kazi. No, sisi ndo wanzilishi wa movie, wakati movie zinaanza kuchezwa tumeanza sisi, akafata alikuwa ni nani, Tamba nafikiri ndo amecheza ame yeye na wengine wakafuata, lakini sisi ndio waanzilishi mm. wa kucheza movi mm. pindi kile kulikuwa kuna magrupu tu ya tamthilia kwenye maigizo tu kwenye TV mm. ya Kaole na nini mm, lakini sisi ndo tulioanzisha movi, soko la movi ndo tumelianzisha mm. Mm. Na movie ile ilitisha sana hivi uh, tu, tu, tu, tu, n yani kwenye ulivyokuwa naigiza kama jini vile eh, ulikuwa nakutana na changamoto gani? Ah, changamoto ni nyingi mm. ah, wakati naigiza ile movie mm. mi nilikuwa najua naigiza mm -hmm. Lakini katika ulimwengu wa roho mm. yale ma, majini yale yalikuwa nanivaa mm. na yananitumia pasipo mimi kujua mm. Kwao mi nilikuwa naifurahia ile movie navyocheza, mm. najisikia raha najisikia vizuri, kumbe yale ndio yananipa nguvu ya kucheza ile movie na yananitia nguvu, yani najisikia niko vizuri wakati naicheza ile movie ya yeah. <sighs> yeah. kwa hiyo manake, uh, ukiachana na jinsi ambavyo, kuna, kuna kitu ambacho ulikuwa nakifanya mpaka unasema dah, hii nguvu mimi nimeitoa wapi? Wakati ule ulikuwa unaigiza hivyo, labda au kwenye real life wakati huo sasa, wakati unaigiza mi wakati naigiza mi nilijua naigiza kawaida, wala hata sikujua kama ni kitu tofauti mm. Lakini baada ya zile movie kuniletea madhara, kwa hiyo nilikuja kugundua kwamba haya majini ndio yananiletea matatizo. Kwa hiyo nilipoanza kuugua kwa, nilipo kwa pamoja na kucheza zile movie za kutisha za majini, yale majini pia yalikuwa yananitumia yalikuwa nanipelekesha akiniambia, tunataka nguo za uganga, nguo nyekundu, nguo nyeusi, mimi nanunua kwao. Nilikuwa yakitaka nikitaka yakitaka dhahabu, pesa napata kiurahisi tu, na nilikuwa nanunua. Kwa hiyo sikujua kama natumikishwa. Kwa baadaye sasa, ndo akaanza kuniletea matatizo, nikaanza kuumwa vidonda vya tumbo, nikaugua pressure, nikawa natapika damu, kile kindo cha kisadolini kinaja. Mm, napoteza fahamu kabisa mm. na nikipoteza fahamu labda siku mbili siku tatu ndo nazinduka mm. kwa hiyo mm, ikafikia hatua hospitali wakashindwa, mm. nikaanza kwenda kwa waganga mm, nimetembea kwa waganga wengi sana mm, lakini sikupata mafanikio yoyote mm, ndipo nipoamua kuokoka mm, nikamfata huyu Yesu. Umeokoka? Nimeokoka yani, na ni mtumishi wa Mungu, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, pamoja na kuwa naigiza lakini bado ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mm, ongera sana. Asante. Sasa turudi hapa uh, tangu umeanza kuigiza uh, tunafahamu Saradini au sio? uh, tangu tumeanza kufahamu Saradini movie, tumekufahamu vizuri, watanzania wamekufahamu, imebadilisha kiasi gani maisha yako ile m kubadilisha kiuchumi labda no. Wakati tunafanya zile movie sisi tulijua tunaelimisha jamii na tulifanya kama hobi, lakini kwa sasa tunafanya kama vile biashara. Kwa zamani hatukuitegemea sana, japokuwa tulikuwa tukipewa hela hizo kidogo, na soko la movie lilikuwa halijakaa vizuri wakati ule. Kulikuwa kuna wa tuseme maajenti wakina Stepsi na walikuwa wachache, walikuwa wakiuza wakikwambia, wanakupa hela, wanakupa kwa gharama ambayo wanataka wakisema milioni tatu, ndio hiyo hiyo, hauna pa kupeleka movie, na mna kundi labda la watu arobaini wa watu hamsini wa, ile hela inakuwa haitoshelezi, ila kwa sababu tukuwa tunafanya kwa mapenzi yenye, basi tukuwa tunafanya tu. Hmm. Lakini sasa ndo tunaenda kwenye kulitafuta soko. Hmm. Tunategemea kwamba hmm. Sasa hivi soko la Tanzania litainuka. Hmm. Yeah. Sasa aliyekuwa uh, mwenye movie, uh, kwa sababu najua labda ulikuwa wendo, ulikuwa una, una, una manage kile kikundi au ulikuwa kama mwigizaji kwenye kile kikundi, au nyewe mlikuwa kama kikundi ambacho wote mnamiliki kikundi chenu, yani ile filamu mkitengeneza, mnakuwa wote mnagawana pesa, au kuna mtu alikuwa na manage nagawanau? No, kulikuwa hmm. kuna direktor ambaye ni Juri Taxi mm. Ndo alikuwa anamiliki kile kikundi, kwa hiyo yeah. Yeye ndo alikuwa akiamua kufanya tufanye hii kazi tunafanya, anakata asilimia zake, zinazobaki ndo mm -mm. mm. mm. mm. mm. yeah. Alikuja akalalamika juzi kati hivi <laughs> akasema kwamba ye ni moja kati ya mtu ambaye uh, ameitambulia yani, amefanya show za, za movie ameenda Kongo, alafu akashangaa kuna siku uh, kuna chombo cha habari kikasema kwamba uh, Steven Karumba pamoja na Ray ndo watu wa kwanza uh, kufanya -ku show ya movie uh, Kongo. Alilalamika sana kile kitu uh, uh, uh, uliwahi kusikia hicho kitu? Yeah, nilisikia lakini sikuona sababu ya kulalamika, japo ni kweli sisi ndio tulikuwa waanzilishwa kutembea, maana tumetembea. u, U, tulikuwa tukitoka Mwanza kufanya show tunaondoka, kama ni mwezi wa nne tunarudi labda hata Disemba mikua. Kwa hiyo tunaenda mikoa kwa mikoa, visiwa kwa visiwa. Kwa hiyo tukaingia mpaka Kongo, Rwanda, Burundi. Kwa hiyo tumefika kule, mapokezi tuliyopokelewa, walikuwa wanamjua sawa, Kanumba na Rey, lakini hawakuwa wamefika kule sisi ndo tulikuwa watu wa kwanza kufika kule. Kwa hiyo tulivyofika kule, wakatamani pia wawaone hao wasanii wengine pia. Kwa hata walivyoenda wenyewe pia, walienda kama ni kwa mara ya pili, ni kama wawakilishi tu, lakini sisi ndo tulikuwa watu wa kwanza kufika kule. Ongereni sana. Asante. Sasa hivi <laughs> <laughs> sasa, Saladini au si uh, turudi tutaka tujue zaidi mengi kwenye ile movie. uh, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna wale wenzako ambao ulikuwa unaigiza nao, kwa sasa hivi unawasiliana nao ala? Wenzangu, baada mm. ya kuokoka mimi yeah. Kikundi kilisambaratika kwa sababu mm. asilimia kubwa ya director alikuwa anataka nicheze movie za kutisha yeah. Kwao mi baada ya kuokoka na kujua kwamba hizi movie ndo zimeniletea matatizo, basi sitacheza movie za kutisha mm. Kwa hiyo kikundi kikasambaratika mm na akaondoka akaja kaja Dar es Salaam. mm -hmm. Kwa hiyo ikawa hivyo. Ndio. Kikundi kikaishia hivyo. Kwa hiyo wewe kuokoka ndo chanzo cha kikundi kuvunjika? Ndio. Ilikuwa mwaka gani? Ah, ilikuwa mwaka elfu mbili na Ah, ilikuwa ni elfu mbili kitu kama na kumi na nane hivi kumi na tisa Eh. Kwa bado ukombe ulikuwa uko kwenye hiyo system bado ya kuingiza ingiza. Yeah, nilikuwa bado naingiza. Hakuna movie ambazo ziko ndani nimeziweka, nimeshaziingiza, mjamalizia bado, mwezi atoka. Ah, kuna movie Saladin ilibaki, ilikuwa namba tano, ilikuwa ipo tayari, lakini haikutoka kutokana na soko kuwa gumu. Kwa hiyo tukaiacha. Mm. Kama unakumbuka pale mara mwisho ninapambana na, na Shumileta. Mm. Kwa hiyo kulikuwa kuna mwendelezo, mm, wa kujua u mpambano umeishia wapi? Ile movie ilikuwa <laughs> <laughs> inatisha hivi. ni movie gani ambayo umeona ina, ina mwenendo kama wa ile movie yenu ya Saladini kwa sasa hivi, au, au, ulishakutana nayo? Labda sijawahi kuona. Natamani nione vitu, yani wasanii wapya wafanye vitu tofauti, lakini asilimia kubwa sisi wabongo hatuna ubunifu mm. tunataka kuiga pale ambapo mtu amefanya, na wewe unataka ufanye lakini tungekuwa wabunifu zaidi mm. tukafanya zaidi ya Saladini mm. ningefurahi mm. <laughs> <laughs> Okay, sasa hivi una, unaendelea na ishu gani sasa hivi? Ah, nafanya sanaa ah, sana. na sasa hivi nipo Dar es Salaam nimekuja kwa ajili ya kufanya ni, gospel na movie. Sanaa yeah, nafanya vyote. Kuna msanii ambaye mkubwa uh, ulishafanya naye kazi labda kwa sasa hivi. sasahiv um. Au, mipango ipo la... mipango ipo pia, nimecheza kuna tamthilia ya moja ya Johari, pia nimecheza mm. kidogo lakini. okay. mm. Mm. Lakini kuna mipango kwamba baadaye utakuja kuingia, kwa sababu saa hizi tunajua movie zinalipa tofauti na zamani. uh, kuna mipango mikubwa zaidi unayowa baadaye, labda na mipango ndio, mm. nategemea kuja kufanya vitu vya tofauti sana. mm. Hey. <laughs> ni vitu vya kumtukuza Mungu <laughs> <laughs> lakini, si kuna, kuna vitu vya kumtukuza Mungu lakini kwa mfumo huo wa kutisha au, inawezekana ukaishia kwenye ukovu hiyo. Hey, pia inawezekana hmm. mm. Okay, uh, sasa hivi turudi sasa hizi uh, sasa hivi unaweza una, ukawa una miaka kama mingapi hadi muda huu <laughs> Ni zamani sana watoto wengine. Wewe kwa kunikadiria unahisi na miaka mingapi? Kama thelathini na nane au basi unaweza ukaweka kwenye mabano. <laughs> <laughs> Eh, wala mtazamaji wa Tanza Live TV. Uh, kipindi hicho ilikuwa eh, zamani. Nadhani nilikuwa sicini kwa shule msingi, ulikuwa <laughs> <laughs> mtoto umesema kwamba kipindi cha kweli tulikuwa wadogo sana uh, umri, uh, kweli ni zamani kidogo <laughs> <laughs> na, na vijana sasa hivi wengi ambao kwa mtandaoni ndo ei ambayo ni miaka kwenye ishirini na kwa hiyo wengi, kuna wengine wanakuanzia ishirini na kuendelea, ndo ambao watakuwa kidogo na kufahamu swala la kunifahamu. Hata mtoto aliyezaliwa juzi ananifahamu kwa, kwa sababu ile movie yeah. hai yani haiishi yeah. haina muda e, yani ha, haiishi ladha yani. mm mpaka sasa mtu akitajua Saladini anaitambua, ni kwa sababu ya ile vitu vilivyokuwa vinafanyika mole yani, vya tofauti. Kwa hiyo pamoja na kuwa tulikuwa tunatumia vifaa vya zamani, lakini ilikuwa inaburudisha, inaelimisha, inaogopesha. Kwa hiyo ladha zote zilikuwepo, kwa unapotaka kufanya kazi kama movie inabidi uweke ladha zote kuna mtu ana stresi mm. kwa kwa hiyo anapofikia hatua fulani, unamwekea kale kanyimbo kama nachi ile Saladini. Anabu... Saladini. E, yeah. <laughs> <laughs> Kuna mtu ambaye saizi anataka kufanya kazi na Saladini mm. uh, na, uh, mm. au sio? na anataka kukupata, ananipata kwa namba zangu za simu au anaingia Instagram anaandika Saladin Rashid Ndiyo. YouTube anaandika Saladin, na Facebook pia anaandika Saladin Rashid Ndiyo. kwa namba zangu za simu pia naruhusiwa na kutaja, yeah. Naruhusiwa ziro saba tano mbili themanini themanini na tisa thelathini na moja. Narudia tena ziro saba tano mbili themanini 31 sasa hivi ndo kama ulivyosikia. Haya ndo maisha halisi. Kama ulikuwa unafikiri um, Saladin amepotea, basi ndo huyo hapa amekuja upya, huu ndo ujio. Kwa hiyo maana tutegemee kazi nyingi zaidi, na kwambia sasa hivi ndo amekuja da kwa ajili ya kazi tu, au sio? Neno la mwisho sasa kwa mashabiki ambao wanakutazama na kuna ambao ndo wanakuona leo, neno la mwisho. Nawapenda sana na watarajie vitu vikubwa vinakuja. Ndio. Asante sana kwa muda wako. Asante.